Tunamshukuru Mungu kwa jioni ya leo kwa kuweza kupata tuzo hii ya kuwa mshindi wa kwanza kwa taasisi za, za serikali zinazozitegemea. Hii inadhihirisha wazi kwamba matumizi ya fedha za serikali tunazoletewa kama Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya zinatumika katika hali ya juu ya viwango na kwenye malengo yaliyolengwa, ya hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini pia kumeheshimisha serikali kwa kuonyesha kwamba tumekuwa washindi wa kwanza wa katika uandaaji wa mahesabu wa viwango vya kimataifa, yani IPSAS na kudhihirisha kwamba mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ina viwango vya juu sio katika ukamataji tu, lakini hata matumizi mazuri ya fedha za serikali na uandaaji wa mahesabu kwa viwango vya kimataifa. Nawashukuru sana wahasibu, nawashukuru sana watumizi wa mamlaka watumishi wa mamlaka kwa kuhakikisha kwamba fedha tunazoletwa na serikali zinatumika katika malengo yaliyolengwa, lakini pia ni ishara kwa serikali kwamba itazidi kutongezea fedha ili tuweze kutekeleza ma, ma, ma, malengo yetu vizuri, kutokana na kwamba fedha tunazozipata kutoka serikalini tunazitumia vizuri kwa malengo mahususi, lakini pia kwa kupata matokeo chanya, tunawaahidi Watanzania kwamba kadri serikali inavyotuwezesha na kutupa fedha, tutahakikisha tutafanya operation zenye weledi na kuhakikisha kwamba mitandao yote ya wauzaji wa dawa za kulevya tunaendelea kuidhibiti na kuimaliza kabisa, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba tunalinda vijana, tunalinda Watanzania dhidi ya dawa za kulevya na kuhakikisha dawa za kulevya haziingii nchini Tanzania na kuharibu kizazi hichi, bali tutahakisha tuna dhidhibiti kwa mustakabali wa taifa letu na maendeleo ya nchi yetu na amani ya taifa letu Tanzania.